Now picture this. Umesha kufungua finder, ukiwa unatafuta faili moja na kuna mafaili mengi yanayofanana fanana. Kwa hiyo inakulazimisha uanze kufungua picha moja moja mpaka uipate ile unayotaka wewe. Kuna namna unaweza kuzi preview bila kuzifungua. Let me show you how. Sasa let's say umedownload files zako kadhaa, ukija kwenye finder downloads. Sasa ukitaka kuzipreview hizi files ili uipate unayotaka, utaclick mojawapo kisha utahold space bar. Hii itafungua preview mode. Ni windo ambayo inakuonyesha preview ya kitu ambacho kipo ndani , then ukiachilia itarudi. Ukiklik nyingine, ukihold space bar itafungua uh, uh, file, itafungua faili lako kwenye preview mode, kisha ukiachilia itarudi. Na hii inafanya kazi kwa file za aina zote. Kwa mfano, ukihitaji ku preview hata audio file utaiklik, kisha utahold space bar, kisha itaanza kuplay. Hata kama ni PDF file, ukiklik kisha kwa hold space bar itafungua preview window na unaweza ka preview ni kitu gani kipo humo ndani mpaka utakapopata file unalolihitaji wewe. So make sure una follow hii account for more tech tips like this. Peace.